Kwa ujumla mkoa wetu wa Tanga uko shwari, hali ya kiusalama iko vizuri, watu wanaendelea na shughuli zao za kujitafutia maendeleo e, kwa kifupi naweza nikasema mkoa uko shwari, kampeni zinaendelea vizuri, vyama mbalimbali mbali kwa ngazi ya urais, lakini ngazi ya ubunge na udiwani wameendelea kunadi sera zao katika wilaya zetu zote nane na hali ya kampeni iko vizuri kiusalama. Eh, kama tunavyotambua siku ya tarehe ishirini na tisa ndo siku wananchi wanakwenda kutimiza haki yao ya, ya kidemokrasia ya kuchagua eh, kiongozi ambaye wanamtaka. Niwatake wananchi siku hiyo wajitokeze kwa wingi mapema kwenda katika vituo vya kupigia kura na kuchagua kwa mujibu wa taratibu zilivyowekwa na tume huru ya uchaguzi. Niwahakikishie wananchi wa mkoa wa Tanga kwamba hali ya usalama siku hiyo itakuwa vizuri lakini vile vile tutambue kwamba amani ya nchi yetu ni muhimu sana kama mnavyotambua waandishi wa habari sasa hivi ukipita katika maeneo mbalimbali watu wanaendelea na shughuli zao masokoni eh, ukienda kwa machinga pale watu wa pikipiki na shughuli nyingine zote kama mnavyoona zinaendelea vizuri na hii inatokana kwa sababu ya amani lakini kama kusinge kuwepo na amani ama kutotoweka kwa amani, maanake hizi shughuli zote ambazo mnaziona haziwezi kufanyika. Kwa hiyo ni vizuri tuendelee kuienzi amani, ndio maana sisi kama jeshi la polisi tunasema amani, utulivu na usalama ni jukumu letu sisi sote Watanzania. Kwa hiyo wa Tanzania wote tuendelee kuhakikisha hii amani inakuwepo. Kwa mtu yeyote ambaye anafikiri kwamba anaweza akaharibu amani ya nchi asijidanganye, jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tumejipanga vizuri kama alivyoeleza mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kwamba sisi vyombo tuko vizuri sana kuhakikisha uchaguzi na sasa kipindi cha uchaguzi, lakini siku ya uchaguzi yenyewe na baada ya uchaguzi, eh, kwamba amani ya nchi itaendelea kutamalaki, kwa sababu tuna wivu mkubwa sana wa amani ya nchi. Kwa hiyo kama jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama hatutakubali kuona amani ya nchi inatoweka. Kwa hiyo niwahakikishie tu wananchi, siku wasiogope, watoke waende wakapige kura wasiadaike na hizi taarifa ambazo wanaziona kwenye mitandao. Hizi taarifa za kwenda kwenye mitandao nafikiri tu ni za kutaka tu amani ya nchi itoweke ya watu wachache sana. Lakini sisi kama jeshi la polisi tumejipanga vizuri sana kuhakikisha yoyote yule ambaye anafikiri anaweza akaharibu amani ya nchi tunamshughulikia kikamilifu kwa mujibu wa sheria. Na nimtake tu mtu yote asijaribu. Kwa sababu akijaribu kwa kweli atakachokutana nacho, ah, atarudia tena siku nyingine hatarudia tena siku nyingine. Na hawa ambao wanaendelea kuhamasisha e, watu e, waandamane, tunaendelea kuwafuatilia kupitia katika mitandao mbalimbali mbali, katika doria mtandao, na baadhi yao tayari tumewafahamu na wengine tunawashikilia e, kwa, kwa kuendelea kujua nia yao ni nini, na mwisho wa siku tuwafikishe katika, katika utaratibu wa kisheria ili sheria iweze kuchukua mkondo wao. Asanteni.